Yes, hivyo ndivyo mashabiki wanaendelea kuminika katika dimba hili la Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kushuhudia mchezo wao dhidi ah, ya Almasri katika. Hivyo ndivyo namna ambavyo ah, watu mbwembwe zinaendelea hapa, shabiki wa Young African akivunja nazi hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Tutaenda kuzungumza naye, tutajua kwa nini anafanya hivyo. Yote kwa yote hii ni Kolila Media, endelea kusubscribe kwa mchezo muhimu kwa Simba Sports Club hii ni Kolila TV endelea kusubscribe, like, share na comment aa, kama unavyoweza kutazama upande wangu wa kushoto mashabiki ambao aa, wanakuja katika dimba hili kwa ajili ya kushuhudia mchezo ama kwa ajili ya kuipa support timu yao, kwa wale wanajeshi ambao 11 wanaenda kuipambania nembo ya Simba Sports Club wa Nalunya si hawa. Imekuwa ni kitu cha kawaida kwa Simba kucheza katika hatua hii ya robo fainali. Je, itakuwa ni nafasi nyingine kwa Simba kuelekea katika hatua ya nusu fainali? Kumbuka Afrika Mashariki, kwa hivi ya miaka ya karibuni, Yanga walifika hatua ya fainali katika mashindano haya. Je, sasa ni zamu ya Simba? Yote kwa yote, tusubiri dakika 90 za mchezo, lakini matumaini yamekuwa ni mengi sana kwa upande wa Simba Sports kutokana na tabia yao ama matokeo ambayo Simba wamekuwa wanayapata wakiwa katika ardhi hii ya nyumbani, ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katika dimba la Benjamin William Mkapa. Hivyo ndivyo mambo yanavyoendelea katika dimba hili. Ni kama nilivyokuambia, tupo hapa kwa ajili ya kukupa hisia za mashabiki na maoni kuelekea katika dakika tisini za mchezo huu. Kwa majina unaitwa nani? Boniface Kasima Njinda, bwana mvua bwagi limepiga hapa, hii inamaanisha nini? Uh, hii ni ishatosha matokeo bora kwa Simba. Eh, wao kocha wa Almasri amenukuliwa akisema kwamba wanakuja kumtoa Simba kwa maana wanapata ushindi hapa katika ardhi ya ugeniniawezi ukapata ushindi hapo. alizio linaitwa tanuu la moto, sio kwamba uwanja wa Taifa haa, ni tanuu la moto kwahiyo, anayekuja hapa kwanzia nne kuendelea lazima apigwe, manaake uhakika asilimia kubwa kwanzia magoli manne, sio matatu tena, hapana manne hey. Lakini kwa namna moja ukitazama Simba namna wanavyocheza na, na ukichukua mchezo wa Almathri kule ambao ulichezwa kule ugenini unaona kama nyuma bado kuna shida hivi, haikutii hofu yoyote? Hakuna cha hofu, yani ni maamuzi tu yaliyokuwa bado, lakini pia tuna umiliki na tunaweza kazi, maamuzi tu kwamba sasa ngoja tutoe shoot kati, maana pale hamna hamna kipa hamna kipa kabisa. Hatujawahi kupeka shuti zote za kutosha pale, ila uhakika leo tanuri la moto tunapiga kibu, mwenyewe ana magoli yake. Eh, kitendo cha kualika baadhi ya watu wa dini manake Mwamposa naye nilisikia yuko ndani, pamoja na rais wa TFF inamaanisha kwamba mechi ni ngumu kwenu ama nini? naacha mechi ngumu huwa mara nyingi wanasema kila kitu kinaenda kwa maombi, yaani hapo tunamtanguliza Mwenyezi Mungu ili mambo yetu yaende sawa, ila uhakika japo tunatuma maombi lakini tunauhakika na kazi yetu. Eh, kila jambo lazima umtangulize Mwenyezi Mungu atakusaidia. E. Lakini imekuwa sio mara kwa mara na Simba anafanya hivyo. Sio kwamba wanaingia uwanja wa Taifa huo au tanuri la moto, si watumishi wa Mungu karibuni wote, sio upande wa Kristo tu, hadi Waislamu hadi wengine wa mashehe wako, lakini wanaomba dua mambo yaende, lakini haijawahi ya, yae kutokea kwa miaka ya karibuni Simba kualika mpaka viongozi wa dini. Ni doe kama umeangalia yani... mechi ni ngumu au, hii ndio inatokea sasa kwamba haijawahi kutokea, ndio inatokea, ndio maana kila kitu kinaenda kwa mambo mapya, kila kitu kina mabadiliko Eh. Wale wenzenu wanasema nyeni mwaka robo mvuke hapo mna baki. Ah, hakuna cha mwaka robo. Yale maneno tunatengeneza, hata wewe unaweza katengeneza mwaka robo mwaka nusu, hata wewe unaweza katengeneza, lakini sisi tunauhakia na kazi yetu e, lazima tutoki na magoli ya kutosha e. Kwa namna ambavyo unaitazama Simba ikitokea leo anavuka, unaiona ikienda kuchukua ubingwa msimu. Hakika sisi mwaanyingi wanakwambiaje, ubaya ubwela yani, hapa tunapata nguvu yani, wa mashabiki yule muamidi alisema kwamba washabiki wa Simba wote msikate tamaa sisi tunaweza. Na mashabiki hadi wachezaji wanaga jambo dogo. Yaani wa sisi ni ubaya ubwela. Sasa eh, kwa nini mmewakataa mashabiki wa timu zingine? Kwa, kwa mujibu wa CEO wa Simba eh, alisema kwamba wahitaji shabiki yoyote zaidi ya shabiki wa Simba, si si si katika mchezo si si si ni mashabiki wa wa kutosha tu. Sisi hatunaga lombaya. hey, sisi ni ubaya ubaya, tunaga lombaya. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wa kwenu, nyinyi mashabiki maarufu, walisema kwamba wakimwona mtu wa Yanga hapa watampiga leo. ah, wewe kwanzia asubuhi mpaka saizi umeona kuna shabiki yote Yanga kapigwa hapa? Kuna nayepigwa? yani ni yani, maneno kwamba unaweza katengeza neno na kwa kliki ukajua kwamba hili neno madam tupate advantage mimi nataka nikuulize swali, kwa sababu huu ni mchezo wa mpira, dakika tisini zinapigwa, kila mtu ana nafasi. Ikitokea, hatuombei ijapo, kwa taifa, kwa manufaa ya taifa, hatuombei, ikitokea Simba anatolewa hatua hiyo, utakuwa na neno gani la kusema kwa mashabiki wenu? Wewe umesema ikitokea na, iki, mm. na mimi nasema haitokei, kwa sababu wewe umesema ulitoa kichwani na mimi natoa kichwani. Haitokei, hii haitokei, haiwezi kutokea. hey, hilo kwa nini unapata kujiamini kwa kiasi hicho? Tuna uhakika na kikosi chetu, tuna uhakika Yaani ingekuwa labda na kikosi kingine tofauti sawa, ila kikosi chetu tuna uhakika. Mchezo, mchezo ugenini, Simba alitengeneza nafasi nyingi sana, lakini kukonside ama kupiga goli ilikuwa ni shida. Changamoto ilikuwa ni nini? Unasema tu Simba, Simba, unalikosea mnyama Simba. Mm, alipata nafasi nyingi sana mm. Unasema hivi nitakuelewa, na alimiliki mpira yeye. Ndio maana nilikuelekeza mwanzo kabisa kwamba ni maamzi yale ni maamuzi kwamba mpia na umiki tunafika golini kufanya maamuzi. Hapana, hatujafanya maamuzi, ila leo ndo tumejiamua kabisa kufanya tunaenda kuchukua ubingwa. Yaani wao wanakuwa na targeti moja, kutafuta goli au kulinda magoli yao. Lakini sisi tunakuwa lengo letu hili moja, ni kufanya maamuzi kutafuta magoli sio goli, kutafuta magoli. Hapo hapo kwenye swala la mvua na kuondoa baadhi ya vitu ambavyo vimewekwa jana, inaonekana mm. kuna vitu vilimwaga pale na Almasri alipita njia tofauti ambayo alitakiwa kupita. Eh, mm. Sawa, wamepita njia tofauti lakini vile vitu vimewekwa ni imani yao tu wao, waoga tu imani yao. Mpira ni mpira, upite sehemu umeweka vitu. Hawajaweka vitu, mpira ni mpira. Kama unaweza, unaweza tu. Una hisi vile vile uko na nani? Eh? Vile ah, vile vile. Siwezi nikahisi, siwezi nikahisi. Hata mara moja. Kwa sababu nikisema ni miss naweka anaenda kaka na, na mtu fulani, alimbona watu wameogopa kupita. Hao alimasa wameogopa kupita. Hii ni imani yao tu kwamba ah, na mashaka kini yao watambua kabisa. Hii mechi ni kubwa. Eh, yani waogopi kupita sehemu mbaya au sehemu nzuri, hapa kuna maeneo mabaya. Ukiona laba si chumvi, ukiona mawe si uko nini, ukikwepa laba tu mwenyewe kwa taadhari miguu yako usianguke. Lakini ni maeneo yenye usalama mkubwa tu. Zile zile lawama za wazee wa Simba kwenda kwa meneja wa uwanja kwamba hawamtaki anatakiwa ajiuzulu. Wewe unahisi zilichagizwa na nini hasa? Ah, ya sahihi ah, ile ilipojua uwezo wangu kwa sababu sijafuatilia hizo lawama. Sijazifuatilia hata kidogo. Kwamba chanzo nini na, hizi, haa, na wa Aa, kwa nini wamefanya hivi ah sijafuatilia. Wewe unahisi wazee walikuwa sahihi? Ah, siwezi nikahukumu kwamba walikuwa sahihi au sio sahihi. Ah, ah. Siwezi nikafanya hivi. Kwa sababu kila kitu anabidi uanze kujua mzizi ni nini ndio, huwezi kusema hiyo kwa utabiri, japo najua sio kazi yako, lakini hey. Nataka unitabirie hey. Leo ni mchezaji upi ambaye hataamua matokeo ya Simba Sports kuelekea katika hatua ya nusu? Mpanzo, mpanzo leo ndio atafanya maamuzi makubwa na mpanzo atakuwa mchezaji bora leo. hey. Bwana, shukrani kwa muda wako. Haya, asante. Shukrani nawe.